Mwaka wa 2025 umekuwa mwaka wa baraka sana hasa kwa upenzi wa movie, maana tulikaa kinyonge sana na sasa hivi makampuni mbalimbali ambayo tumekuwa tukiaminia kwa uzalishaji wa single movies pamoja na series wamekuwa wakifanya poa kinoma noma, so leo nakuletea bongi moja la movie hii kwa washikaji zangu ambao siku leo imepoa, na unajua kesho weekend unaweza ukaichukua ukaenda kuenjoy nayo movie. Inaitwa Sinners. Sinners ni horror movie ambayo imetoka Aprili 16, mwaka huu 2025 na, na mpaka sasa bado haijaweka rasmi kwenye web, kwenye website za kupakua movie lakini ipo kwenye sinema. So ipo kwenye sinema, ukienda huko unaweza ukakutana nayo, lakini kwenye website za kupakua movie itakuwa changamoto kidogo. Kama una mshikaji wako ambaye anaelewa, unaweza kumwambia akuelekeze, so, ni jinsi jinsi gani ya kufanya, kwa sababu hii movie sio ya kukosa. So ngoja nikupe hint kidogo kuhusiana na huu mzigo. Mzigo huu unaturudisha nyuma mpaka mwaka 1936 kipindi o kulikuwa na vuguvugu vugu la kuibuka kwa vita pili ya dunia, baada ya tu ya nchi ya Marekani kuanza sasa kurudi kutoka kwenye nguko la kiuchumi lile Great Depression mwaka 1929. Na kwa kipindi hicho nchini Marekani kulikuwa na ubaguzi wa rangi wa hali ya juu hasa kwa watu weusi, kulikuwa na unyanyasaji na unyonywaji uliopindukia. Sasa in same year mwaka 1936, Twin Brothers ambao ni Smoke na Stock, ambao ni maveterani wa vita ya kwanza ya dunia, wanaamua kurudi nyumbani kwao, ambako kwa kunafahamika kama Mississippi na kufungua juke joint, sehemu ambayo utapata burudani za kimuziki dancing, kamari pamoja na vinywaji hasa bia especially uh, kwa Afrika, Afro American wale, maana walikuwa wametengwa na watu weupe kwa sababu ubaguzi rangi ulikuwa ni mkubwa sana. Na hapo hapo kunatokea uvamizi wa mavampire ambao wana asili ya Kiirish na shughuli ya vampire tunayejua, maana kazi yao ni kukugeuza kuwa kama wao. Sasa vampire wa kwenye Sinners wanakufanya unaanza kukumbuka mambo yako ya nyuma uliyoyapitia. Shughuli inaanzia hapo. Sasa hapo hapo, Smoke na Stock wana binamu yao ambaye anaitwa Sami, mshikaji ambaye anaamini kuwa music unaweza kumtoa kimaisha, na huku baba yake ambaye ni pasta anaamini kuwa muziki ni supernatural na sio jambo lenye kumfurahisha Mungu, yaani mwimba muziki ni sina mtu mwenye dhambi. Na kwenye hii movie kila karakta amebeba uhusika kwa usahihi kiasi cha movie hii ilikuwa na, imekuwa na rate ya 8.2 over 10. Unaweza ukaimagine mpaka fika hiyo point, sio kitu kidogo. Main character kwenye hii movie ni Michael B Jordan. Unaweza ukaniambia kama ni mpenzi wa movie, shughuli ya Michael B Jordan utakuwa unaielewa, ni shughuli fulani hivi noma sana tumemtazama kwenye Creed na movie zingine tofauti tofauti, ambaye amecheza katika karakta zote mbili kama Smoke na Stock. Na kwenye swala la budget, mzigo umetumia kiasi cha US dola milioni 90 na mpaka sasa faida uliotengeneza ni US dola 186 milioni uh, na kufika nafasi ya sita katika movie zilizoingiza mtonyo mrefu, na hapo ndo kwanza mzigo na we, una wiki kama ya tatu sasa hivi toka imetoka. So toa maoni yako kama mzigo utakuwa umetazama, lakini kama bado hujautazama nenda ukautazame na mchua mshikaji wako, kwa sababu hii movie sio ya kukosa. Tufuatilia kwenye peji zetu kwa ajili ya kupata stori nyingi zaidi kama hizi.